Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hatotumia nguvu za kijeshi wakati anaposhinikiza kukitoa kisiwa cha Greenland kilichopo Denmark, akisema ya kwamba anajali sana usalama wa kimataifa. Nikimnukuu maneno yake, Rais Trump amesema kwamba nadhani kuna uwezekano mzuri wa kufanya hivyo bila kutumia nguvu za kijeshi, lakini siondoi chochote kwenye kilichopo mezani. Mwisho wa kunukuu. Maoni hayo yalikuja baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kutembelea wanajeshi wa Marekani katika kituo cha anga cha Pituffik na kuilaumu Denmark kwa kutowekeza vya kutosha kwenye ulinzi wa kisiwa hicho cha Greenland. Kutokana na muktadha huo, vyama vyake vinaunda serikali mpya kupinga kiunga cha Marekani, huku maandamano yakizuka katika jiji la Copenhagen lililopo huko nchini Denmark. Denmark ilikashifu mtindo wa utawala wa Rais Trump, lakini ikaongeza kuwa inabaki kuwa mshirika wa Marekani na inaongeza ulinzi wa Arctic kwa kuwekeza zaidi kwenye meli mpya, drones na satelaiti.